Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka 2025 imetamka bayana kuwa kauli mbiu ya siku hii, mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kama kauli mbiu hii inavyosisitiza kuhusu kuelimisha, kuhimiza na kuhamasisha umma juu ya umuhimu wa kuwajibika katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira yetu, pamoja na kudhibiti taka, unaanza sasa kwa ajili ya vizazi na Tanzania ijayo, yeah. Nichukue fursa hii pia kuwaomba na kuwataka wakurugenzi wa halmashauri zote kuendelea kuhamasisha na kutekeleza suala la udhibiti wa taka, hasa za plastiki ambazo zimekuwa zinazalishwa kwa wingi na kuzagaa kwenye maeneo mbalimbali. Taka hizi zimekuwa zikichafua maeneo ya makazi, biashara pamoja na vyanzo vya maji, lakini pia taka hizi zimekuwa zikitupwa ovyo, kuelekea kuharibu miundombinu kama vile mitaro na kuziba njia za maji kupita, hasa wakati wa mvua. Leo tumezindua kampeni yetu ya dustbin, niwaombe wananchi wote wa wilaya ya Morogoro kupitia halmashauri ya wilaya ya Morogoro na manispaa ya Morogoro tuwe na tamaduni ya kuweka dastibini katika maeneo yenye mkusanyiko wa watu wanaofanya biashara. Tunafahamu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Morogoro kuna magulio siku mbalimbali, tuweke madastibini makubwa ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira katika maeneo yetu. La pili tulinde vyanzo vyetu vya maji, ndiyo uhai wetu. Na Morogoro ndo tuna vyanzo vingi vya maji vinavyonufaisha Morogoro yenyewe, pwani na Dar es Salaam. Lazima tuongeze nguvu ya kudhibiti na kulinda vyanzo hivi vya maji. Tuwe wakali tunapoona wenzetu wanafanya shughuli za kibinadamu. Wako watu wanalima kwenye vyanzo vya maji wako watu wanachunga ng'ombe kwenye vyanzo vya maji, wako watu wanafanya shughuli za madini kwenye vyanzo vya maji. Tuna viasili vyanzo vyetu vya maji na tutaleta ukame mkubwa katika nchi yetu. Niwaombe sana wana Morogoro, mchungi sana vyanzo vya maji na kila mmoja awe mlinzi wa mwezire. La tatu, tuache kuchoma misitu, tuache kuchoma milima yetu tuache kuandaa mashamba yetu kwa moto. Tunaumiza uoto wa asili, tunaumiza vyanzo vyetu vya maji. Misitu yetu ni urithi wetu, wazee wetu wametuachia, na sisi tuna jukumu la kuwaachia vizazi vinavyokuja. Katika kuhakikisha zoezi la udhibiti wa taka na usafi wa mazingira iliyoendelevu katika maeneo yote ndani ya halmashauri yetu, halmashauri imethaminia kufanya uzinduzi wa kampeni hii kubwa itakayojulikana kama My Dustbin, chini ya kauli mbiu itakayojulikana kama maisha yangu, wajibu wangu my shayangu, yaani my environment my responsibility. Lengo kubwa la kampeni hii ni kuhakikisha kuwa halmashauri yetu inakuwa na mandhari safi yenye kuvutia na kuhakikisha kuwa tunapunguza kwa kiasi kikubwa magonjwa ya milipuko kama magonjwa ya kuhara, malaria, ikiwa ni pamoja na kuongeza ushiriki wa jamii katika masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Matarajio ya kampeni hii pia ni kutoa fursa za kutosha kwa wadau mbalimbali ili kuweza pia, uh, kujihusisha kikamilifu katika masuala ya udhibiti wa taka na usafishaji na hatimaye kuboresha hali ya usafi katika halmashauri yetu. Kampuni hii inatekeleza shughuli za hewa ukaa na tumeanza katika wilaya yako hii, na tunashukuru sana kwa kukaribisha kampuni hii, na tunalenga kupanuka zaidi na sehemu nyingi za hii. Na kwa sasa hivi kwa majaribio tunafanya e, katika kata ya Kinole e, katika vijiji vya Tandali, Amini na Mangala. Na katika vijiji hivi tunafanya shughuli kubwa tatu: ya kwanza tunatoa elimu katika upandaji miti na kutunza mazingira. Ya pili vile vile tunagawa miche ya miti, lakini tunapata ufuatiliaji. Miche hii ni aina mbili, kuna miche ambayo tunaita economic trees, miti ya kiuchumi, na hiyo ni pamoja na mikarafuu pamoja na misebia ambayo inashikilia zile kamba za pilipili pili manga. Uzalishaji wa pilipili pili manga tumekuwa tukitumia mibono kaburi lakini ukitumia misebe ambayo ni green dia, uzalishaji unaongezeka maradufu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa ujumla, katika vijiji hivi vitatu tumeshagawa na kufuatilia miche karibia 50,000 na tunalenga kufanya kazi zaidi.